Tarehe 29 mwezi wa kwanza, ofisi yangu tulifanya ziara ya kuja kuzungumza na wananchi maswala mbalimbali katika kijiji cha Kitwai, lakini moja ya jambo ambalo tulikuwa tukilifuatilia na tumekuwa tukilifuatilia ni kuhakikisha watoto wote wenye umri wa kuanza shule wanaenda shule. Kwa vyetu vyote Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amehakikisha vina shule na vina walimu. Shule ya Msingi Kitwai B, tukakuta walichaguliwa wanafunzi 39, 35, kati ya hao 35, 34 35 wamesha ripoti shuleni. Kazi nzuri iliyofanywa na afisa mtendaji wa kijiji kwa kushirikiana na walimu na viongozi wengine wa serikali, lakini na wazazi, isipokuwa mtoto mmoja ambaye baadaye tukuja kumtambua ni mwanao kwa. Tukaelekeza kwamba aende shuleni na kama hana uniform au vifaa, kwa sababu yoyote ile, mbaya mtoto amefika shuleni, lakini tukapata taarifa fiche kwamba mtoto ni mjamzito, ndio maana hukumpeleka shuleni nilielekeza utafutwe na mtoto pia, ili watu wa ustawi wa jamii watusaidie kuthibitisha hilo. Wamefanya kazi, wamekuta mtoto ni mjamzito, mimba ya miezi kama miezi sita, maana mimba kubwa, hata ukimtazama sura amebadilika. Kama serikali tumefanya kazi ya kujua nani amesababisha Tunayo taarifa tunayo taarifa ya awali kuhusu muhusika ambaye hakuna lugha yoyote nzuri, kwa sababu muhusika ni mtu mzima aliyekuwa akimbaka huyu binti na kupelekea kupata mimba. Polisi, ustawi wa jamii, pamoja na afisa mtendaji wa kijiji na viongozi wengine wa serikali wamefanya kazi nzuri kumpata mtuhumiwa. Sasa hapa sisemi ndio mhusika, namuita namwita mtuhumiwa. Maelekezo yangu, huyu msichana baba usikie, jamii usikie, usikie, wa jamii msikie, afisa elimu usikie, mtendaji wa kijiji usikie, ataendelea kuwa chini ya uangalizi wa wazazi na sisi serikali, mpaka atakapojifungua na apewe fursa ya kunyonyesha mtoto kwa kipindi kinachokubalika. Baada ya hapo, anarudi kujiunga na shule ya sekondari kidato cha kwanza kama miongozo ilivyo iandike vizuri utamfamilia vizuri, baba kwa Kimasai hakuna ruhusa na tutamfuatilia kwa karibu. ya kuolewa atakayemgusa, tunaye. Huyu ni mwanafunzi, awe ni mzazi akimsukuma, tunaye. kwa mtoto atajifungua na ataenda shuleni kidato cha kwanza. Jambo hilo ofisi ya mkuu wa wilaya Simanjiro italisimamia na huo ni utaratibu tutakaousimamia kwa wilaya nzima, tulikisha kutangaza haturuhusu hiyo kitu. Kwa kukumbusha tu, mwaka jana kuna mtoto alikuwa ameolewa, tulikwenda tukamtoa kwenye ndoa, tulimpeleka mahakamani, mzazi wake tulimpeleka mahakamani, aliyekuwa ameoa na walihukumiwa kwenda jela, na mtoto yupo amerudi shuleni. Tulimtoa kwenye ndoa ambayo alikuwa ameshaishi mwaka mzima huko mapolini. Kwa hiyo hili agizo litasimamiwa. Utarudi shuleni baada ya kujifungua, sawa? Mm, simama eh. Utarudi shuleni baada ya nini? Baada ya kujifungua. Yaani ukikaa hapo, wewe ni mwanafunzi.